Mheshimiwa Desire Ngabo Kisuba, leo ni mea wa mji wa Goma, nini kimekufikia utoke katika kundi la wazalendo na huwe mea wa Goma? Shukrani sana kwanza. Nitaanza kuambia kwa kama mimi ni mea makamu na aliye juu yangu, lakini sijatoka katika kundi la uzalendo, kwani huu ambao tunafanya hapa ndio uzalendo wa kweli. Uzalendo wa kweli ni yule ambaye ana kupigania raia na mali yake. Mzalendo wa kweli ni yule ambaye alichukua silaha, kwani kulikuwa shida. Na kama sisi tulipochukua silaha tulichukua silaha, baadhi ya vikundi ambavyo vilishikia silaha walichukua silaha, kwani kulikuwa shida hapa ya FDLR, kwani hapa kulikuwa shida ya uongozi mbaya. Tulichukua silaha, kwani hapa kulikuwa shida ya ukabila na tukaanza kupiganisha hao wa FDLR tukaanza hata kupiganisha uongozi mbaya. Lakini kumefikia muda ambayo government ya kwetu imechukua hiyo vikundi na kuwaweka kwa njia nyingine, unanielewa, njia ambayo haikuwacha hiyo vikundi inachukua silaha. Tumepigana Walikale. Tumepigana Walikale na tumeondoa FDLR mteritwari Walikale, lakini uangalie uwe mtu ambaye umefanya umefanyali umefanya kazi kubwa ya kuondoa FDLR fasisi na kuleta amani kwa raia, kuweza tena kunyanyasa hiyo hiyo raia ambao raia mbao walikuwa wanapigania, unanielewa. Alors, watu kama sisi ambao tuna ma objectif hatuwezi ku, tunaita kwa kifaransa kuosione mambo kama hayo. Hiyo ndo maana tulielekea kwa wandugu wa AFC/M23 ambao wanapursue ile ileile meme vision ambayo sisi tulikuwa nayo, na no mana tulikuwa kwenye AFC/M23 ili tuweze kuendelesha hiyo kazi ambayo iliachaka, tunachukua silaha. Lakini hao tuona kwamba wale walikuwa msituni wataona kama ni watrahiri ama umeenda kinyume, si si watrahiri, si watrahiri, na wengi wao watakuja, kwani wengi wako huko. Ni kosa cha kufanya, wengine wanaona wakakuja eh, kwa AFC/M23, wa wanaikaliwa vibaya na government ya Kongo, unanielewa wengi baadhi ya watu ambao walichukua silaha za kupiga FDLR watakuja, kwani wote wanajua kama shida ya Kongo ni ukabila. Shida ya Kongo ni hizo FDLR. Shida ya Kongo ni uongozi mbaya. Nimekuwa wa kwanza kuja na wengine wengi watakuja na, na Komunote international na, na, na government ya, ya nchi yetu wamewaachia mipaka wazi. Wameingia na vifaa vyao vyote vya kijeshi. Hiyo hiyo komunote international na government ambayo iliwaacha wakati wamefanya genocide Rwanda wanakuja kukwetu, wamewaacha na hiyo vifaa na, vifa, na wamekuwa incapable kuweza wanyang'anya ile vifaa odela ya ile, wamewaongezea ingine vifaa, vile vifaa viko naenda vinatatiza raia usiku na mchana wa FDLR, si wa Kongomani, ni wa Nyarwanda, warudi kwa Rwanda, pe importe njia ambao watapitia ili waorudishe kwa Rwanda. Sisi ambacho tunataka ni wale watu warudie kwao Rwanda. Ingine zaidi haiko njia yoyote ile ambayo komunote internationale inaweza kuitilize ama, au, wa partenero wao wa FARDC, gouvernement congolais ya Tshisekedi, njia yoyote ile ambayo wanaweza itilize ili warudishe wale watu kwao itakuwa mzuri zaidi.